Ofisi ya mkurugenzi mtendaji kupitia akaunti ya Amana ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni mia mbili hamsini kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya kata ya Gumbiro. Kazi hii ya ujenzi wa mradi ilianza rasmi tarehe 26 mwezi wa 8 2025 na, na inatarajiwa kukamilika tarehe 26 mwezi wa 11 2025. Ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje yani OPD ambayo ilikuwa na gharimu kiasi cha shilingi milioni 100 milioni 1183 na 748721. Ujenzi wa kichomea taka Kiasi cha shilingi milioni kumi na nne na mia mbili. Ujenzi wa mashimo ya kondo la nyuma na shimo la majivu yani plaster pit na ash pit. Thamani yake shilingi milioni 6,327,500. Ujenzi wa vyoo matundu matano, shilingi milioni 29,636,724. Ujenzi wa mashimo ya, ya vyoo milioni tano laki nane kumi na mbili elfu mia sita sabini na tano. Ujenzi wa mnara wa tanki, milioni kumi na elfu tisini mia moja themanini, na kupelekea jumla kuu shilingi milioni mia mbili na hamsini. Kazi iliyokwisha tekelezwa, moja, ujenzi wa kichomea taka ambapo tayari imeshakamilika, imeshakamilika yani insenoleta mbili, ujenzi wa mashimo, shimo la kondo la nyuma, shimo la majivu yani presenta piti na hashpiti. Kazi zinazoendelea Ha, ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje hatua ya plasta ndani na nje, uwekaji wa dirisha za chuma, kuinua kuta baada ya bimu kwa ajili ya upigaji wa kenchi na kuanza kuwezeka. Ujenzi wa matundu matano ya vyoo hatua ya umaliziaji yani finishing. Kazi zilizosalia kwenye vyoo: uwekaji wa miundombinu ya umeme na maji, uwekaji wa tiles na ukutani na chini. Skimming na upigaji rangi, uwekaji wa frame na ufungaji wa madirisha na milango, ujenzi wa mnara wa tanki upigia yani wagonjwa wa nje kupaua na kuwezeka jengo zima, ambapo bati na mbao za kuwezekea zimeshakwisha agizwa, uwekaji wa miundombinu ya umeme na maji safi na maji taka, ambapo vifaa vinaendelea kupokelewa, hivyo kupelekea jumla kuu ya matumizi yote hadi sasa ni milioni mia milyon, moja na tisa laki moja sabini na nne elfu mia moja sabini na tatu. Fedha iliyosalia baada ya matumizi tajwa hapo juu ni kiasi cha shilingi milioni mia moja arobaini laki nane ishirini na tano mia nane na ishirini na saba. Namshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo hiki cha afya, kwani kitasaidia kuokoa maisha ya watu na kupunguza vifo vya kinamama wajawazito na watoto wachanga.